Hii ni taarifa kwa umma kutoka Simba Sports Klabu kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo na kusomea hapa. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mtaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandaye kununua tiketi baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twende tukaujaze uwanja Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe saba mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano na wachukuliwe hatua wa stahiki na mamlaka husika Kuto kutolewa kwa ripoti na kuto kuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuichochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba, tarehe 10 Juni 2025. Hiyo ndio barua kutoka katika uongozi wa Simba Sports Club ikizungumzia mstakabali mzima wa debi ya Kariakoo inayotarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni 2025. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii? Dondosha koment yako hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trofi ya Dino Television. Endelea kubaki na sisi kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Da nyie, soka la bongo lina siri nyingi kwelikweli, ndugu zangu. Kumbe kuna makombe ya mkopo Yaani, mtu anashinda kombe alafu alipwe anasubirishwa, tena anacheza mashindano mengine mpaka anafika fainali, hajalipwa kombe lilopita. Du Bongolendi, we are not serious kwa kweli Du. Hivi, umesikia video hii? Hebu isikilize vizuri ndugu yangu, alafu uta drop comment hapo kwenye comment, unaionaje? hapa ni Supa 12. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRB, tarehe ishirini na nane Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. <coughs> <coughs> mpaka manake tumetumeleana kwa muda mrefu kama hatujalipwa deni <coughs> letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shikisho la YACDB msimu uliopita Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. Yes. So kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana, tushaandika sana barua, sasa iko very clear, na huu ndo msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Hii ni taarifa kwa umma kutoka Young Africans. Klabu ya Yanga imetoa msimamo wake kuhusiana na mechi inayotarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni, mechi ya derby ya Kariakoo, Yanga versus Simba Sports Club. Hembu isikilize. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalumu cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9 2025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 ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii African ya Africans kuhusiana na derby ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa Juni 15 2025? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Supa 12 ya Dino Television, tafadhali endelea kutufollow ili wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo.